E, mwaka uliopita 2023 na nikapata pesa karibu shilingi bilioni thelathini na sita ya barabara. Kwa hiyo shilingi bilioni thelathini na sita, nilichukua bilioni kumi na tano nikaweka hapa Mlimani, hapa Nyeri, hapa nimeweka barabara ya kutoka Ishamara kwenda Rutune mpaka kwa riva pale, hiyo kilomita karibu 45 inaunganisha Mkurueini na, na, na Tetu. Nimeweka eh, Nyandarua barabara mbili, barabara ya kutoka Ndaragwa eh, eh, kwenda Kanyagia mpaka Subuku almost 50 kilometers, saa hii inaendelea. Ukiuliza mjumbe wa pale, naitwa eh, George Gashagwa, atakwambia hiyo barabara inaendelea. Nimeweka 44 kilometers pia barabara pale eh, Nyandarua ambayo saa hizi inaendelea tumeweka kilomita tisaini, 90 kilometers barabara za Kiambu between Kabete um, Kiamba and Kiambu zinaendelea as I talk to you. Tumeweka barabara ya Kirinyaga kutoka mahali inaitwa PI, hiyo barabara saa hizi, almost another 50 kilometers inaendelea as I, as I talk to you kuna zingine bado tuko na matatizo kidogo na contractors, lakini sasa tumemaliza the procurement issues na matatizo ambayo tulikuwa nayo, so another 400 kilometers mbali na 560 ya Mau Mau, barabara zingine 400 kilometers hapa mlimani, almost a total of 1000 kilometers ya barabara inajengwa hapa mlimani. Nimesikia hata viongozi wengine wanasema, oh, Ruto ni muongo, sijui hakuna kitu amefanya. Sasa nikuulize mimi, nilikuja hapa, tukaenda hapa just not far from this state house. Hapa Katong'ang'a. Eh, tukaanzisha ile barabara inatoka Maroa, napitia hapo kwa Wamboi, napitia hapa kwa Munyoro, kwa Munyoro hapa mahali, huyo mtu anasema ati ati hakuna kitu nimefanya, barabara ya kupitia kwake mimi nimetengeneza.